Kuni we kuna vinchi kama Kikuweti, kinchi kidogo kile lizama makampuni na mashirika yaliyojaa kule, na kila kipindi utasikia tunataka wafanyakazi kazi 300 waende kule. Kwa hiyo tuwafanye kazi hivi. Dubai, ile kanchi kadogo tu. Sasa hii Tanzania ina mapori chungu mzima, tutashindwa kuleta watu wakafungua makampuni makubwa, wakafungua mashirika makubwa, vijana wetu wakapata ajira? Kwa sababu hao vijana kuzagaa mtahani, hawana kazi hao. Hili ni zaidi ya nyuklia. Serikali ikae na watu wake, liangalie iliangalie hili na hasa vijana wakikaa. Baba yake kauza mashamba ili mwanawe asome, apate choki degree, anamaliza afya, anamaliza unesi kusomea, anamaliza ualimu, anamaliza sufani gani, anakuja kukaa benchi, alafu akimtizama mtoto wa mheshimiwa kule, yeye ndio katibu mkuu, yeye ndio waziri yule, nani huyu kajamba nani, yeye kakau mtoto wa mkulima na mfugaji, hili ni zaidi ya bomu. Tuangalie sasa, nyika. Kazi yenu kugeuza tu, yule ni mtu wa siasa, shauri yenu. Hili somo, vijana hawana ajira. Wangekuwa na kazi za kuwashughulisha hawa, alfajiri mpaka saa tatu za usiku wako kiwandani, wanabeba saruji huko, wanachimba mitaro, wasinge wasingetoka siku hiyo. Na akirudi kijana yuko wapi? Tabani, anajitupa huko. Tufanye kabineti ikae. Tanganyika ina ina mapori ma, ma, ma, ma, ma, wale hajatumika. Waitwe. Tuache ile kuwekeza mtu mmoja mmoja tu. We weka usafiri wa mabasi si tumempa fulani. Kila mmoja ana haki bali ana uwezo. Uwezo kaweka mtu mmoja wewe. Allah anasema innal insana la yatgha anraahu ra'ahu istaghna. Mwanadamu ana kaida ya kupanda jeuri na kibri anapoona kajitosha. Wewe utampa mtu mmoja eti alete mchele peke yake. Huyu unampa kibri. Kila mwenye uwezo wa kuingiza mchele nchini aingize, kila mwenye uwezo, maadamu atuletee chakula safi na salama. Tunachoka sisi, tafueni na kila mwenye uwezo wa kufungua viwanda hata mia apewe nafasi hiyo. Tuondokane na ile share yangu ngapi share, share. Tuachane nayo waingize watu, watu. Bila ni hili ndio litatukomboa sisi, vijana wetu hapa, utakuwa na taasisi nyingi, viwanda vitakuwa vikubwa sana watu wataajiriwa, kiwanda kitaweza kikajengwa kikaajiri watu elfu tatu. Kuna makampuni ma ya uvuvi, mameli ya uvuvi yakaingizwa. Tuache zile tamaa, tamaa zile kwamba kila kitu mimi nisimamie kila kitu mimi, anania ule umimi, mimi mimi, he, sekta hii ya nani mimi, sekta hii ya fulani. Tuachane hiyo. Kuna watu mia wanaweza kuleta kuingiza viwanda hapa, waite. Kuna watu mia wakaleta makampuni ya, ya kuvua hapa, mameli ya uvuvi, wapewe nafasi tena, bila ya mashuruti kwamba lazima sheya yangu fulani ni uondokane nayo haya.